Kuna tena jamani, wakati wa kuzozana na kuvurugana na kuteta, mpaka lini tutateta sisi? Ni umma mmoja, tuatakikana tushikane, tupendane. Huu si wakati wa kugombanisha, huu si wakati wa kutia fitna. Mtu unapopita sehemu kwa waka moto, ukishindwa kuuzima, basi angalau kikombe cha cha maji kimoja tu umwagie moto ule, utulize ile harara. Leo sisi tumekuwa ta mwaga mafuta katika moto ili uzidi kuwaka kwa nini hataki? Twataka wahda, naam, twataka wahda, twataka umoja. Lakini umoja, swali linakuja hapa, mtu anakuambia twataka umoja, kwa hivyo sote tufate hujaji tuli pamoja. Hatukatai wahda, twataka lakini kwa nini umoja mpaka kina fulani wawafate nyinyi? Kwa nini siwe nyinyi muwafate kina fulani? Kwa nini umoja upande mmoja tu usio pande mbili? Alafu, jambo la pili, wahda tutaka, lakini usawa wa kutekeleza ibada vile vile ni muhimu zaidi. Ibada ya Eid yafaa kutekelezwa siku ya kumi. Sasa mimi nitekeleza ibada siku ya tisa kwa kutaka wahda, natafuta wahda kwa kuvunja ibada, usawa ibada, ama nitekeleza ibada siku ya nane naeka kufanywa siku ya tisa. Una wasiwasi wasi, wataka kufanya ihtiyati, kuweka akiba, funga nane na tisa na ndivyo walivyosema maulama wa fiqhi al ahwat an yasuma thamin wa tasa. Kuweka akiba ni kufunga siku ya nane na siku ya tisa. Kwa nini ni akiba? Kwa nini akiba? Asema, wanasema maulama wa fiqhi limuwafaqatil waqi, kwa sababu ya kuwafikiana na, na waqi. Pengine mwezi ulitangulia katika kuandama, lakini hamkuona, kwa hivyo waqi siku ya tisa ni nane katika mwandamo wenu, kwa hivyo ili usipitwe na kuwafikiana na wake. Angalia maulama wa fiqh walivyokuwa makini, hawakusema limuwafakati alhujaj kwa kuwafikiana na mahujaji ah, kwa kuwafikiana na wake. Uenda kwenu nyinyi nane, ikawa ndio, ndio siku ya tisa, lakini ingawa kisheria ndio nane, isipokuwa ifunge katika kuweka akiba, usipitwe na fadhila ya siku ya nini, siku ya Arafa na hapa linakuja swali la kistihzai mara nyingine. Unajua, ma, ma, masala ya kielimu na ya kisheria yatakayozungumziwe ya kidini, kielimu, ki, ki, kidalili, sio kistihzai. Mtu anakuja anakwambia, sasa nyinyi Arafa yenu itakuwa wapi? Mtakwenda kusimama katika Kilimanjaro? Maana nasema si sawa, masila sheria hayajadiliwi hivi. Arafa yetu itakuwa Kilimanjaro? kwani wewe ambaye kwamba hufati kwa mfano mwezi wa huku arafa yako itakuwa wapi? Kwa sisi tuna arafa sisi, huku hatuna arafa. Hakuna muda wa kuzozana, hakuna muda wa kuteta na kukoseana heshima.